Elimu ya kidijitali ni nini? Kujua kusoma na kuandika kidijitali inamaanisha kutumia teknolojia kama vile kompyuta na smartphone kwa usalama, uwajibikaji na kwa uhakika. Kadri teknolojia inazidi kuwa maarufu, wasichana na wanawake wanahitaji kujua jinsi ya kuitumia kupata taarifa, kuwasiliana kujifunza ujuzi mpya na kukaa salama. Katika module hii utajifunza jinsi ya kutumia mtandao kwenye kompyuta au smartphone, jinsi ya kutafuta habari, jinsi ya kutumia platform ya mitandao ya kijamii, jinsi ya kuweka maelezo yako ya kibinafsi salama mtandaoni, jinsi ya kukaa salama kimwili na kihisia wakati unatumia teknolojia. Natumaini utakuwa na furaha na kujifunza mengi wakati unapitia taarifa zetu kuhusu ujuzi wa kidijitali.